zangu uh, viongozi mlioko hapa tuna uh, uchaguzi kama ambavyo mwenyekiti amesema mwaka huu, na uchaguzi ni utaratibu wa kawaida wa kuwapata viongozi kwa njia ya kidemokrasia, na kama ambavyo amezungumza, kuna watu wengi watakuja kutafuta hizi nafasi ambazo sisi tunazo, lakini ni uhuru wa kila mtu kupata hiyo nafasi ambayo wewe unayo na wewe mwenyewe pia una uhuru wa kuomba tena hiyo nafasi ili ikiupendeza na ikiwapendeza wanachama wakupe nafasi ya udiwani ubunge. Hatuna mashaka, kwa sababu mmefanya e, kazi nzuri. Mheshimiwa Rais amefanya kazi nzuri, na wabunge amefanya kazi nzuri sana. Tunaamini hakutakuwa na changamoto kubwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mmefanya. Lakini katika kutafuta viongozi katika kuwapata viongozi katika kutafuta namna watu wanaweza kugombea nafasi, kumekuwa na mambo mengi, kwa sababu nafasi hizi ambazo tunaomba, uh, wakati mwingine kumekuwa na vitendo vya rushwa. Kuna watu wana fedha na wanataka kupata hizo nafasi ambazo nyinyi mnazo, lakini kuna watu wenye uwezo wa kuongoza wanachama na kuna watu wana uwezo kuongoza wananchi, lakini hawana fedha. Sasa kumekuwa na utamaduni, wakati mwingine, kwa baadhi ya watu wanaotaka kutia nia, hasa wale wenye fedha. Sasa hilo sio jambo ambalo ni utamaduni. Chama cha Mapinduzi kimeweka utaratibu mzuri wa kuwapata viongozi. Kwa hiyo wakija watu wa namna hiyo, tuwakatae na tusiwape nafasi, kwa sababu tukimpata mgombea atakayepeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi lakini akawa ametumia fedha kupata hiyo nafasi, tutegemee anaweza kushinda pia kwenye uchaguzi mkuu, na baada ya kushinda hizo fedha alizotumia eh, kuna uwezekano mkubwa asiwasaidie wananchi, badala yake akatumia muda wake mwingi sana kurudisha fedha alizohonga ili kupata hiyo nafasi. Kwa hiyo tuombe sana ndugu zangu mlioko hapa na wanachama ambao wako kule kwenye maeneo ambayo sisi tunatoka tuwaeleze kwamba tuwachague viongozi wenye uwezo wa kuongoza watu, lakini sio kwa sababu ya uwezo wao wa kifedha awi. Na hilo naomba kusisitiza sana. Lakini jambo lingine la pili, kuna utamaduni hata kwa wale ambao tumewaacha kule kwenye kata zetu, wananchi wa kawaida au wanachama wa kawaida, kumekuwa na utamaduni, utamaduni wa rushwa, wanasema corruption kacha kwamba hata wananchi au wanachama wenzetu walioko kwenye maeneo ya chini kule, wanaamini kwamba wakati mwingine kwamba kama hakuna fedha hawawezi kukupatia usipoti wa kitu chochote, wasikupatie. Sasa huo ni utamaduni ambao kimsingi haukubaliki na ukubaliki kwenye sheria Sio kama mnanielewa vizuri eh? Sasa hilo jambo halikubaliki kabisa, utamaduni wa namna hiyo haukubaliki, lakini wakati mwingine tumechukulia mambo mengine kama mambo ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala la takrima, umezungumza hapa kwamba kuna chama fulani sije huwa kinatoa chakula na ukatoa msemo wetu ule wa Kinyeramba sio wa Kinyaturu ambao nimeuelewa vizuri. sasa hiyo ni takrima. Sasa takrima ni nini? Takrima kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili sanifu Takrima ni mapokezi mema yanayofanywa na mwenyeji kwa mgeni wake. Sawa sawa, jamani, yale mapokezi mema yanayofanywa na mwenyeji kwa mgeni, kwa mgeni wake. Sasa mtu ametoka huko anakuja kuomba nafasi ya ubunge, lakini sasa yeye ndio anayetaka wewe kukukarimu. Huyo ni, ni, ni, ni wenyeji sasa, sasa huo sio wenyeji. Naomba tutumie vizuri tafsiri ya neno takrima, na mtu akija kwako kutaka kukupa chakula kutaka kukupa vinywaji ombe ya kienyeji au hizi bia za kisasa, tujue kabisa huyu anatoa takrima na kwamba hakubaliki. Sawa, sawa, jamani. Leo, tunaomba tusiwe miongoni mwa watu wachache watakao kisababishia Chama cha Mapinduzi kudhalilika. Niwaombe sana waheshimiwa madiwani mlioko hapa na viongozi mlioko hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi binafsi nakushukuru sana kwa sababu wewe binafsi kwanza umeunga mkono kazi yetu kama nilivyosema hapo mwanzoni, na niwaombe sana tusije kuanza kukamatana kule sisi kwa sisi. Ukimkamata kiongozi wa Chama cha Mapinduzi au mgombea wa Chama cha Mapinduzi, maanake umekamata, si mnanielewa vizuri? Sasa hatutaki kufika huko, lakini hatumaanishi kwamba hatutawakamata. Tutawakamata wale ambao wataonekana wanataka kukidhalilisha <tuhi>